Kutoka kipindi cha awamu zote ni inaweza kutaja vipindi vitatu 2012 2015, jimbo hili peke yake lilipata bilioni saba 15 20 bilioni 6 20 25 bilioni 126. Unaweza kuona hiyo tofauti ambayo kwa kweli hakuna Mtanzania anayekaa kwenye hili jimbo akaacha kuja. Wengine hawakupata tu nafasi ya kuja, kwa sababu tunatoka mazingira magumu, lakini kwa hiari yao hatujasafirisha mtu kutoka jimbo lingine, hawa ni wanajimbo tu, baadhi waliosema ni muhimu tukaenda kumwona mama Samia na kumwambia asante kwa yote uliyotutendea. Kwa hiyo siwezi kusimama jukwani nikamwambia mama nataka mama nataka vimo, kwenye ilani, wajiandae mawaziri kutekeleza yale ambayo rais alisema, haya yakafanyike kwenye jimbo langu. Tumefanya hivyo hivyo 2015 2020 2025 tumefanya hivyo, nilienda kukabana nao kule ndani tunavyozungumza mambo ni mazuri tunajua si tuna barabara moja tu ambayo inatukera ya kuunganisha sisi na Geita kutoka makao makuu kwenda Geita ni kilomita 57 ambazo tayari mheshimiwa rais ameshatoa bilioni 42 na wachina wako site wameshapata 10% wanaanza kazi muda sio mrefu kwa hiyo tunachoenda kupambana nacho ni kutukamilishia tu hiki kipande tuko vizuri sasa mimi siwezi kusimama hapa kwanza kumwambia rais nataka nataka natuma salamu tuko wa Tanzania kwamba tunampenda rais rahisi, si kwa ajili ya mitandao. Tunampenda Samia kwa sababu yale aliyoyafanya kwenye jimbo letu. Watanzania wasikilize, kutoka hapa niliyoyasema, watu wote wa jimbo, hata kama ni kidogo kidogo, wako hapa. Hatuna shida na hospitali, hatuna shida na madarasa, hatuna shida na vituo vya afya. Kila kitu kiko kwetu, mpaka makao makuu ya halmashauri, kutoka mjini kwenda kijijini. Kwa hiyo tuna umeme kila kijiji, na mimi kama Msukuma na kuhakikishia, nimeshiriki chaguzi nyingi. Natabiri kama kinyi Mama Samia atashinda kwa asilimia 98, ndio utaona tofauti ya mitandao na ukweli. Hatuwezi kufanya kazi kwa kusikiliza mitandao, hatuwezi kufanya kazi kwa kusikiliza chuki ya mtu na mtu, si tunaangalia matendo kutoka ambapo tulipokuwa na tulipo. Hatuna budi kupigiwa debe na sisi Watanzania hata tunaotoka kwenye hili jimbo. Hatuna shida na mitandao, tuna shida na kulima watu wale, tuna shida na maendeleo, tupate maendeleo kutoka serikalini na mimi mwakilishi wao si mtu wa mitandao mimi. Kama hivi natuma salamu mitandao, watasikiliza wanaosikiliza. Sisi tuko tayari kupiga kura, na ndio maana tumekuja kumlaki Mheshimiwa Rais kutoka kipindi cha awamu zote, ninaweza ni kutaja vipindi vitatu, 2012, 2015, jimbo hili peke yake lilipata bilioni 7, 15, 20 bilioni 6, 20 25 bilioni 126. Unaweza kuona hiyo tofauti ambayo kwa kweli hakuna mtanzania anayekaa kwenye hili jimbo akaacha kuja. Wengine hawakupata tu nafasi ya kuja, kwa sababu tunatoka mazingira magumu, lakini kwa hiari yao, hatujasafirisha mtu kutoka jimbo lingine. Hawa ni wanajimbo tu, baadhi waliosema ni muhimu tukaenda kumwona mama Samia na kumwambia asante kwa yote uliyotutendea. Kwa hiyo siwezi kusimama jukwani nikamwambia mama, nataka mama, nataka vimo kwenye ilani wajiandae mawaziri kutekeleza yale ambayo rais alisema, haya yakafanyike kwenye jimbo langu. Tumefanya hivyo 2015, 2020, 2025, tumefanya hivyo, nilienda kukabana nao kule ndani. Tunapozungumza mambo ni mazuri, tunajua si tuna barabara moja tu ambayo inatukera ya kuunganisha sisi na Geita. Kutoka makao makuu kwenda Geita ni kilomita 57, ambazo tayari mheshimiwa rais ameshatoa bilioni 42, na wachina wako site wameshapata asilimia kumi, wanaanza kazi muda sio mrefu kwa hiyo tunachoenda kupambana nacho ni kutukamilishia tuki kipande, tuko vizuri. Sasa mimi siwezi kusimama hapa kwanza kumwambia rais nataka nataka. Ninatuma salamu tuko Watanzania kwamba tunampenda rais, si kwa ajili ya mitandao. Tunampenda Samia kwa sababu yale aliyoyafanya kwenye jimbo letu. Watanzania wasikilize kutoka hapa niliyoyasema, watu wote wa jimbo, hata kama ni kidogo kidogo, wako hapa. Hatuna shida na hospitali, hatuna shida na madarasa, hatuna shida na vituo vya afya, kila kitu kiko kwetu mpaka makao makuu ya halmashauri kutoka mjini kwenda kijijini. Kwa hiyo tuna umeme kila kijiji, na mimi kama Msukuma na kuhakikishia, nimeshiriki chaguzi nyingi, natabiri kama kinyi mama Samia atashinda kwa asilimia 98, ndio utaona tofauti ya mitandao na ukweli. Hatuwezi kufanya kazi kwa kusikiliza mitandao, hatuwezi kufanya kazi kwa kusikiliza chuki ya mtu na mtu, si tunaangalia matendo kutoka ambapo tulipokuwa na tulipo. Hatuna budi kupigiwa debe na sisi Watanzania hata tunaotoka kwenye hili jimbo hatuna shida na mitandao, tuna shida na kulima watu wale, tuna shida na maendeleo, tupate maendeleo kutoka serikalini. Na mimi mwakilishi wao si mtu wa mitandao. Mimi kama hivi natuma salamu mitandao, watasikiliza wanaosikiliza. Sisi tuko tayari kupiga kura, na ndio maana tumekuja kumlaki Mheshimiwa Rais.